Katika habari za biashara, mbunge wa jimbo la Nachingwea mkoani Lindi Fadhili Liwaka ameweka mkazo mpya katika kuimarisha mazingira ya biashara ndani ya wilaya hiyo akibainisha mpango wa kuboresha miundombinu ya masoko, barabara za kiuchumi na kufunga taa za sola katika maeneo muhimu ya biashara. Hatua hizo zimeelezwa kuwa msingi wa kuwezesha shughuli za uchumi kufanyika saa ishirini na nne na hivyo kuongeza mzunguko wa fedha na kuongeza kipato cha wananchi akizungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika kwenye viwanja vya viwa maulid mbunge liwaka amesema maendeleo yanayoshuhudiwa sasa na chingwea lazima yaendane na ongezeko la fursa za biashara zisizo na mipaka ya muda makao makuu ya kule na yachangamke lazima biashara iende kwa biashara kufungua saa moja kufunga saa kumi na mbili hiyo sio biashara. Biashara lazima watu wafike saa sita enji kama mbondo pale, unawezaje kuona saa mbili sehemu kama naipanga unawezaje kuona saa mbili sehemu kama kilimalondo pale, unawezaje watu saa mbili sehemu kama mkoka pale, unawezaje watu saa mbili Yako maeneo ukiitazama kwa macho unasema hii ile inazunguka hii kwa maeneo machache, kuanzia mama zangu watauza bajia, watauza togwa, watachoma mahindi, watauza karanga, uchumi utakwenda mpaka usiku wa saa sita na wengine watakwenda kuuza pwesa, atatoka. Lazima tuwaze vitu kubwa. Nachimoya, lazima tuwaze vitu vikubwa. Taa za sola siku hizi zinapatikana, najua hili vyomba, jamani, vyombangu mwenyekiti, hii tutakaa na madiwani wataelewa hili somo unapofika na ipanga saa sita usiku maji ya baridi, kwa sababu mwenye huko watu wanafunga mapema kwa sababu kuna giza. Tukipeleka taa tutakuza uchumi wa kuanzia na kutafika mali. Haya ni mambo ambayo nilifikiri tushirikishane kwenye eneo la miundombinu jamani. Mnayaonaje? yana ubaya? Hayafai? lami sio vizuri? Tupeni imani yenu.